Dunia ina makundi mawili ya binadamu. Wapo binadamu wenye roho mbaya. Hawa ni watu ambao hawawezi kujitoa kwa ajili ya watu wengine, ni binadamu ambao hata wakiona watu wengine wanateseka, hali ya kuwa wanaweza kuwasaidia, hawawezi kujitoa kwa ajili ya kutoa msaada kwa watu hao. Lakini kundi la pili la binadamu ni binadamu wenye roho nzuri au binadamu wema. Hawa ni binadamu ambao upendo na huruma ni nguzo muhimu katika maisha yao na hawa ni watu ambao wanapenda kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Hawawezi kukuta mtu anateseka wakamwacha na kuondoka zao, kwani ni watu ambao wanapenda kurejesha furaha iliyopotea katika maisha ya watu wengine. Lakini swali ambalo unatakiwa kujiuliza, je, ni kwa nini asilimia kubwa ya binadamu wenye roho nzuri huwa wanapitia maumivu kuliko binadamu wenye roho mbaya? Kama na wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamekuwa wakijiuliza swali hili kwa siku nyingi bila majibu, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako, kwani nimeshaandaa majibu yote kwa ajili yako. Na ikiwa wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media, hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali mbali kwa nini binadamu wema wanaumia kuliko binadamu wabaya. Namba moja, ni kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu wanaosaidiwa na watu wema huwaweka binadamu wema katika nafasi ya kutoa na si kupokea. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wanaishi katika ulimwengu ni watu ambao wanapenda kuwaweka binadamu wanaokutana nao kwenye safari ya maisha yao katika nafasi mbalimbali wanapokutana na binadamu wenye roho nzuri, yaani binadamu wema. Kwa sababu binadamu wema ni watoaji katika maisha yao, basi binadamu hawa huwaweka katika nafasi ya utoaji. Mara nyingi hata binadamu wema wanapokuwa katika tabu hakuna wa kuwasaidia, kwa sababu kila mtu wao wa karibu anajua wao ni watoaji. Jambo ambalo hawalijui ni kuwa wakati mwingine mtu anapokusaidia hakusaidii kwa sababu ana vitu vingi, bali anakusaidia kwa kujinyima, kwa kuwa tu ana roho nzuri, hatamani kuona ukiteseka hali ya kuwa anaweza kukusaidia. Na hii ni sababu mojawapo ambayo huwaweka binadamu wengi wenye roho nzuri katika nafasi ya maumivu na mateso, kwa kuwa wao wanapopita katika tabu, hakuna hata mmoja ambaye anasimama kwa ajili ya kuwasaidia, bali watu wengi waliowazunguka huwa wanahitaji msaada kutoka kwao. Namba mbili, ni kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu huuchukulia wema wa mtu kama udhaifu. Asilimia kubwa ya binadamu wana hulka ya ubinafsi, yaani wana kawaida ya kutazama mambo yao kuliko mambo ya watu wengine. Unapokuwa mwema kupita kiasi kwa binadamu mmoja, anaweza kuutumia wema wako katika namna ya kujinufaisha na kukuumiza wewe bila hata kuwa na utu katika maisha yako. Huu ni wakati ambao wanadamu waliokuzunguka wanaweza wakautumia uzuri wa roho yako kama udhaifu wako, na hapa watajilimbikizia vitu mbalimbali mbali kutoka katika mikono yako. Huu ni muda ambao mtu anaweza akakuomba kitu ambacho anacho, ni kwa sababu anahitaji kuwa na vingi, na atafanya hivyo bila hata kujali ikiwa wewe utabaki na nini. Kwa sababu wewe una roho nzuri, utajikuta unatoa, kwa sababu unaamini mtu anapokuomba kitu anafanya hivyo kwa sababu ana shida, bila ya kujua kuwa kwa kufanya hivyo unajikuta wewe hauna na wale ambao unawasaidia wanajili, wanajilimbikizia vitu na unapokuwa na shida wewe, hakuna hata mmoja ambaye anasimama na kukujali, kwani kwa asili kila binadamu anakao binafsi fulani. Namba tatu ni kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu wema wako tayari kutoa wao wakose, ili mradi watu wengine waweze kupata. Ukweli ambao mimi na wewe hatuwezi kuupinga ni kuwa asilimia kubwa ya binadamu wema huwa wanakuwa na roho nzuri kwa binadamu wengine. Ni watu wenye upendo wa ajabu kwa binadamu wengine, lakini ni watu waliotawaliwa na huruma katika maisha yao. Hivyo wanapoona watu wengine wanateseka, wakati mwingine wapo tayari kutoa hata kidogo walichokuwa nacho na kuwasaidia watu wengine, alafu wao wanabaki katika mateso ya hali ya juu. Hawawasaidii watu wengine kwa sababu wanacho kingi, bali wanaendeshwa na upendo huruma na hisia za kuwajali watu wengine kuliko wanavyoweza kujijali wao wenyewe. Hivyo watu hawa baada ya kuwasaidia watu wengine hujikuta wakipitia maisha magumu, kwa sababu hata walichokuwa nacho hawana tena, kwa kuwa waliwasaidia watu wengine. Namba nne ni kwa sababu wao wanapotoa huwa hawatarajii kupokea chochote kwenye maisha yao. Asilimia kubwa ya wanadamu wanapotoa huwa wanategemea kupokea kitu fulani. Ni wachache sana wanaotoa pasipokuwa na matarajio ya kupokea chochote kutoka kwako, lakini asilimia kubwa ya binadamu wema wanapotoa huwa hawahitaji malipo, hivyo maisha yao mengi yametawaliwa na kutoa, na ndio maana unapokuwa mwema kupita kiasi unaweza ukashindwa hata kufanikiwa, na mwisho wa siku ukajikuta ni mtu ambaye unaishi maisha magumu, kwa kuwa siku zote huruma ambayo unayo dhidi ya watu wengine huwa inakufanya utowe zaidi na zaidi, hali ya kuwa hakuna chochote ambacho unapokea kutoka kwa watu wengine. Na kwa bahati mbaya, wewe unapohitaji msaada kutoka kwa watu wengine, hakuna hata mmoja kati yao ambaye anajitokeza na kukusaidia. Huwa wanakuacha uteseke peke yako, lakini wao wana kuwa na shida, wanahitaji msaada kutoka kwako. Namba tano ni kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu wema wamekosa ngao ya kujilinda. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, maisha ya mwanadamu ni kama kioo. Ukikutana na mwanadamu alafu mwanadamu huyo akawa anakufikiria vibaya, ina maana yeye ni mbaya, ana tabia mbaya, ndiyo maana anahisi atakapo kukopesha pesa utamdhulumu, ama atakapokusaidia utamlipa mabaya. Asilimia kubwa ya binadamu wema hawana namna ya kujilinda, ndiyo maana namna walivyo wao, wanadhani kila mtu yupo kama wao, ndio maana ni warahisi sana kuwaamini watu wengine. Ni watu ambao hata wanapowakopesha watu wengine huwa hawafikirii kama watu hao ambao wanawakopesha wana nia ya kuwatendea ubaya, lakini mwisho wa siku wanajikuta ni watu ambao wanatendewa ubaya na kila mtu ambaye wanakutana naye, na bado hawaachi kufanya hivyo, kwa sababu kwa asili ni watu ambao wanapenda kuwasaidia binadamu wengine. Jambo hili limekuwa likiwaumiza binadamu wema miaka kwa miaka. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wema, tafadhali jaribu kutafuta kinga. Mchunguze mtu kabla ya kumkopesha au kabla ya kumsaidia kitu ambacho unadhani atakurudishia, kwa sababu watu wengi hutumia mwanya huo kwa ajili ya kuwaumiza watu wema. Mimi kwa leo, ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.